Nisi asiwe sana. Sasa leo hii, kanisa la leo liko bize kutangaza majina, liko bize kutangaza majina yao, lakini hawako bize kuitangaza kweli, kuisema kweli ya Mungu. Ndio hivyo, watu wengi wako bize kutangaza majina, majina yao yajulikane kwa watu. Yeye yeah, akisikia kwamba mkoa fulani wanamjua, Arusha wanamjua, Mwanza wanamjua, kwake ni fahari. Lakini fahari yake sio kweli ya Mungu isemwe, fahari yake sio kweli ya Mungu ifanyaje isemwe. Na wakati mwingine tumefungwa, hatuelewi kwamba hatuisemi kweli ya Mungu, ila tunaona kama vile tunaisema kweli ya nani? Kweli ya Mungu, kisa kwamba tunalitaja jina la Yesu. Kisa na vigezo tunalitaja nini? Jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo ya kwamba unatakiwa kulisikia neno la Kristo siku zote, na kitu ambacho unatakiwa uwe makini nacho, mwana wa Mungu, ni kutokulizoea neno la Mungu hata kama umelisoma mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. hata kama umelisoma mara ngapi neno la mungu ni jipya kila siku nikwambie na utazidi kulisoma kurudia kurudia ninaweshia kwamba utazidi kumjua mungu kwa upana na marefu ninaweza nikasema ya kwamba niweze nikatolea mfano mimi biblia hii niweze nikasema na awamu ya tatu sasa naimaliza niko awamu ya tatu ya kwanza niisha maliza, ya pili, ya tatu. Lakini kila nikirudia, kuna mahali ambapo nilipita, nilipata kitu fulani. Nimepita tena, kuna kitu kingine nimekipata, tofauti kabisa na kile kipata. Sasa unakuja kujiuliza, ina maana hili neno, huu jumbe, mwaka jana nilisoma hapa, nikaona jambo hili, halafu leo tena nimesoma, nimeona kitu hiki, ina maana maana yake nini? Kumbe, neno la Mungu ni jipya kila siku. Ninaweza nikalisoma mimi likanisaidia kwenye eneo fulani, neno hilo nilolisoma na wewe unaweza ukalisoma hilo hilo andiko au neno hilo hilo ambayo nimelisoma mimi likakuvusha kwenye eneo ya kwako nyingine tofauti na ya kwangu. Bwana Yesu asiwe sana. Aleluya. Kwa hiyo usifike mahali ukasema, basi mimi tayari nilijua neno nimejua kweli ya Mungu, sina haja tena ya kuzidi kuhangaika. Tulimsoma Paulo tukaona tukaona, Paulo amehangaika ameandika mpaka nyaraka kadhaa, lakini moyo wake bado unatamani kumjua Kristo, bado unatamani kumjua Yesu. Ka, siku hadi siku. Yesu siku hadi siku, una shauku ya kumfahamu Yesu siku hadi siku na ndivyo inavyotakiwa katika maisha yetu. Tabia zetu ni zipi? Tabia zetu ni zipi? Watu wengi, imani zetu hazina msimamo. Mtu anaweza akaamini juu ya jambo fulani leo kuwa Mungu atamsaidia, kesho anabadilisha tena, anakuwa na mtazamo tofauti kabisa, kwa sababu ya aina ya mambo anayoyasikia Bwana Yesu asiwe sana kwa sababu ya aina ya mambo anayofanya anayesikia. Unaweza ukasema leo mgonjwa huyu anaumwa, labda kansa. Leo hii ameomba ameamini ya kwamba Mungu anaweza akamponya kansa asilimia zote, lakini kesho yake tena moyo wake au imani yake haipo tena kuponywa kansa, anawaza kufa kufa kufa. Kwa sababu gani? Kulingana na aina ya vitu alivyosikia ametega sikio upande mwingine, akaanza kusikia madhara ya kansa au kansa inavyotafuna au chamo inapotafuna, anajikuta imani inayeyuka, anaanza kuamini kufa kufa. Sasa ile imani ya kwanza ya kwamba nitapona inaondoka, kwa sababu kulingana na aina ya vitu ambavyo unavisikia.